Siku ya Juni 3 mwaka 2025 na Nandy aliweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story, lakini pia kama post eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram akitangaza rasmi kwamba amepotelewa na pete yake ya ndoa ambayo kama mtu ataipata basi anaweza kumlipa eh bana milioni kumi kama zawadi tu kwa yule mtu ambaye ataweza kuileta pete yake. Kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika maandishi ambayo alikuwa anasomeka hivi: wapenzi wangu, nimepoteza pete zangu za ndoa katika mazingira ya kutatanisha, please atakayeziona au kama kuna sonara ambaye amepelekewa, naomba sana ani check DM. Nitatoa zawadi ya milioni kumi. Pete zangu zina memory kubwa sana katika maisha yangu. So huo ndio ujumbe ambao Nandy aliweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram. Baadhi ya watu wengi sana kutoa comment za kutosha kabisa, kwamba ulipoteza katika mazingira gani, ni kwamba ulikuwa wapi, na kama unafahamika kwamba Nandy ni mke wa mtu. Sasa eh, kwa mke wa mtu kuweza kupoteza eh, pete, alafu pia kupitia, kupitia ujumbe huu ambao aliweza kuandika kwamba amepoteza pete katika mazingira ya kutatanisha iliweza kuzua mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii sasa. This time around Nandy ameweza kufanya, eh, maujiano pamoja na Clouds Media na kuweza kufunguka kwamba ni nini, eh, nini ambacho kiliweza kusababisha yeye kuweza kupoteza eh, pete hizo. So ni kwamba ngoja nikupe time kidogo uweze kumsikiliza Nandy ambavyo ameweza kufunguka kwamba ni sababu ipi ambayo imepelekea yeye kuweza kupoteza pete hizo. Haya, ah, yeah. ni kweli nimepoteza, um, nilienda kwenye mkutano mm. Sio naenda, wakati narudi nimemaliza mkutano Dodoma mm. Uh, tuliondoka, tuna drive nilikuwa na mme wangu mm. Yeye ndo alikuwa anadrive mm. Uh, wakati tunarudi, tuliondoka usiku kurudi da um, sasa nikawa nimechoka, nataka kulala. Zile pete ni kubwa mkononi mm. Uh, alafu pete yangu ya engagement kidogo ni kubwa zaidi, yani nikisipo ni iweka vizuri inaweza kadondoka mm. Kwa hiyo wakati, uh, nataka kulala hmm. Nikazivua, nikaziweka sehemu ambapo watu wanaekaga soda nini pale mbele pale hmm. Nikazitumbukiza, nikalala. ukiwa na mwezi huo anajua, naye najua. Kwa hiyo tulivyofika nyumbani, um, usingizi ule, mimi nikashupa zangu nikaenda kulala. Kesho yake asubuhi, yeye ya anataka kutoka hmm. n choose kutoka na gari hiyo hiyo. Hmm. Yeah. Kwa nikaona mimi nitolee pete kwenye kwenye hmm. gari. Akaambia, si zioni, yaani zipo kwenye gari nimeweka, si nakumbuka, akaniambia yeye, lakini si zioni. Mm. Mwaka gari ilitoka, kumbe ilitoka, dereva alikuja akaichukua asubuhi hmm. ah, ilikuwa ni wakati wake wa service, ikaenda kufanywa service ah, na kupelekwa kuoshwa. Sasa hmm. hatujui ni sehemu ya service au ni sehemu ya kuoshwa ndo imechukuliwa unani kachukua. Kwa mkaambia basi tena hiyo ndio imeisha, kama gari ilitoka afu na pete zimeenda ndani, kwa mtu yoyote akiona lazima aingia tamaa achukue kwa kama akatoka akapitia sehemu zote hizo akampigia dereva akaenda akapitia sehemu zote hizo kwenda kuongea nao na nini, kwa tukasubiria kama siku tatu, hatujapata mafanikio ndo nikaitangaza, yeah. So huyo ndo Nandy na kama ulivyomsikiliza hapo ameweza kufunguka kinagaubaga kabisa ni nini ambacho kiliweza kusababisha yeye kuweza kupoteza pete yake lakini pia mazingira ambayo ameweza kupoteza pete hiyo. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. E bana, uko na mtazamo gani? usiiache subscribe, ku like, scibe kulike utakometisha kinoma noma. Chao chao.